Wako wewe ni kocha wa namna gani na Simba wamepata jembe? Yeah, uh, Steve Barker ni kocha ambaye uh, ni kocha mwenye umri mkubwa ana miaka hamsini na saba. Uh, ni mzungu lakini ni South Africa, mzungu kimwonekano lakini ni South Africa kwa maana ya uraia, amezaliwa South Africa. Unajua South Africa ni taifa ambalo lina wazungu wengi ambao ni raia wa South Africa kwa kuzaliwa pale, kwa kutoka nje kuja pale kuwa raia na kuna miji ambayo ina watu wa aina hii, wengine hutumia neno kuita makaburu, umenielewa? Kwa hiyo wapo jamii za namna hiyo, zipo jamii za watu wa singa singa, na kila aina ya watu. Kwa hiyo uh, asilimia kubwa wanatokea katika mji wa Cape Town, ni mji wa kizungu, ni ushuani, yep. Sasa Steve Baka ni kocha mwafrika kutoka Afrika Kusini. Ni kocha ambaye umri wake ni mkubwa, lakini ame amepata mafanikio ya coaching career kwenye miaka ya hivi karibuni. Navyosema hivi karibuni, namaanisha hata ile introduction ya Steve Barker kwamba watu sasa ndo wanamfahamu vya kutosha Steve Barker, imekuja kwenye miaka ya hivi karibuni. Sawa, timu ambayo imemtambulisha zaidi Steve Barker ni Stellenbosch amepita of course ya Mazulu lakini Stellenbosch ndio timu ambayo imemtambulisha zaidi. Pale ndo kama ameenda kuweka alama yake muhuri kenda kugongea pale akiwa na Stellenbosch, timu ambayo inatokea uh, Cape Town, timu ambayo tangu inaanzishwa ilikuwa ni mpango kazi kwa ajili ya kusaidia watu wa Cape Town, kwamba hii ni timu yenu, chezeni, onesheni talents zenu, muende juu. Kwa hiyo iko katika hayo mazingira, ina nguvu nyuma yake, kwa sababu Cape Town na kama Tycoon miongoni mwa mataikuni ambao wako hapo ni Johan Rupert yuko nyuma ya hiyo timu ambaye inaifadhili anaipa nguvu. Leo hii Stellenbosch imekuwa mmoja ya timu tishio ndani ya kandanda ya Afrika Kusini. Uh, baadaye wanakwenda kufanya vizuri pia kwenye michuano ya kimataifa. Huyo ni Steve Barker ambaye amekaa kwa muda mrefu. Unajua Stellenbosch ni timu ambayo imeanzishwa miaka hapo karibuni 15 16 hapo. Lakini wamepanda ligi kuu, wamekuwa imekuwa timu shindani chini ya Steve Barker ambaye imefanya kuwa threat leo hii Stellenbosch kwa hiyo project yake ni hii, unaweza ukashindwa kumwelezea sana deeply kwenye vitu vingi, kwa sababu projekti yake inayong'aa inayomuuza ni Stellenbosch. Sasa Stellenbosch ni timu ambayo uh, of course ni timu changa ambayo mm -hmm, imekuja kuchallenge kandanda ya Afrika Kusini na sasa wanatonoa mbao zao uh, nje ya Afrika Kusini kwa maana ya, ya, ya Afrika kwa ujumla wake, so Steve Barker ni kocha ambaye anaheshima katika viunga vya Stellenbosch wana wana eneo lao pale wanaita ah, jina limetoka tu pale Cape Town. Uh, ana heshima kubwa ndani ya eneo lile, lakini ndani ya Afrika Kusini, kwa sababu ni kocha ambaye kaing'arisha bendera ya Afrika Kusini kimataifa pia. So ana heshima ya aina ya, ya, ya hiyo. Ubora na udhaifu wa Steven Robert Baka kwenye kwenye pitch, unahitaji kuona mechi nyingi sana za Stellenbosch ili useme udhaifu na ubora wake lakini kwa mechi ambazo binafsi nabahatika kuziona ni madhaifu na ubora wa kimbinu tu ambao unatokana na mchezo husika, yaani sina description kubwa ya kusema kwamba weakness yake timu yake haidefendi vizuri, au timu yake inatumia zaidi midfielders, ushanielewa? Lakini unaweza tu ukatoa ile preview general view ile ya Stellenbosch na mazingira ambayo wanakuwa kwa maana ya timu yao imefanya kitu gani bila ku-analyze strength and weakness kwa maana ya tactical technical issues ya timu inavyocheza, lakini namna ambavyo inakuwa general view, maybe ndio sehemu ambayo ina matter most, kwa maana ya timu yake ni ya kishindani, ni timu ambayo imeweza kutoa changamoto kubwa ndani ya kandanda Afrika Kusini. Afrika Kusini ni miongoni mwa ligi ambazo zimepiga hatua kubwa sana, wana timu nyingi shindani, timu nyingi kubwa ambazo zinafanya vizuri, lakini Stellenbosch amepita in between na uchanga wake, ameenda kuchallenge pale, anafanya vizuri. Kwa hiyo ni Steve Barker ambaye overall amekuwa kocha mzuri kwa introduction yake kwenye kikosi cha Stellenbosch. Sawa, so, Mzinga, um, uh, wakati kama huu tukisikia timu imetambulisha kocha mpya, watu wengi ao wanatamani kusikia mafanikio na rekodi zake huko ambako ametoka. Kwa kifupi sana, kwa wewe ambavyo unamfahamu Steve akiwa na uh, Stellenbosch kwa miaka hii nane kwa haraka haraka unaweza kusema amefanya nini ambacho kinawezekana kikawa legacy na watu wakaamini kwamba Simba wamepata jembe? Amewai kuchukua kombe la akali, lakini mbali na hapo, kuipeleka Stellenbosch katika zile nafasi nne za juu ni miongoni mwa mafanikio. Kuna ligi, ukimaliza nafasi nne za juu, wewe ni mwanamme, mwaname yeye. Yeah, amefanya hivyo ndani ya Afrika Kusini. Of course msimu huu hayupo vizuri sana, lakini hapo nyuma amewai kufanya kitu kama hicho Stellenbosch, na uchanga wake wa kushiriki kwenye michuano ya, ya, ya, kushiriki ligi kuu ya Afrika Kusini. Uchanga wake wa kuanzishwa kwa mara ya kwanza wanakwenda kushiriki michuano ya kimataifa kwa maana ya msimu uliopita yeah. Msimu wao wa kwanza wanashiriki wanaishia semi final ya confederation. Kama unaishia semi final, maana yake una material ya kucheza finali, una material maybe ya kubeba ubingwa. Kwa hiyo alitengeneza Stellen Bosch, ambayo kuna hoja nyingine nitakuja kuizungumzia hapo kwamba ametengeneza Stellen Bosch hatari, Stellen Bosch nzuri, ambao msimu uliopita kwa mara ya kwanza waliingia group stage wakafika mpaka semi final, na hiyo semi final wakufika kwa bahati mbaya walimtoa club Zamalek, na Zamalek walimfunga kwake Cairo, umeelewa? Kwa hiyo ni shock result ambayo unasema, he, hii ni timu gani? Mbona mara ya kwanza tu inafanya vitu vya namna hiyo? Umeelewa? Lakini sasa ukija uh, deeply unaona msimu huu wamerudi tena, Stellenbosch iko group stage tena, tna maana yake haikuwa fluke Haikuwa wamebahatisha. Hawa watu wana msuri wa kufika hapa ambapo wapo kwa sababu wameshaifanya kuwa standard kwenye misimu hii miwili. Kwa mara ya kwanza wameshiriki msimu uliopita, msimu huu wamerudi tena, wameifanya kuwa standard. Wako katika nafasi za chini -chini sasa hivi Afrika Kusini, kama sikosei, ni ya pili ya tatu kutoka chini, ni... nafasi ya kumi na nne kwenye ligi ya timu kumi na sita manake kazidiwa watu wawili. Timu nyingi za, za daraja la And Mid -tab club timu nyingi ambazo hazina hiyo nguvu, mara nyingi kuwa na nguvu sawa ya kimataifa na ndani, mara nyingi inakuwa ngumu ku maintain, inakuwa ngumu. Kwa hiyo akienda kwenye ligi pale utaona yuko pale, maybe ana viporo lakini pia ku maintain kwa timu ya hadhi ya Stellenbosch ni ngumu. Inawezekana, lakini ni ngumu. Msimu uliopita alikuwa na wachezaji wao Uh, wachezaji wao wote walikuwa nao kwa maana ya of course, kuna wachezaji waliondoka, aliondoka na Jaden Adam, waliondoka alienda Mamelodi Sundowns, lakini kuna wachezaji waliowabakisha ndani ya kikosi, umeelewa? Pool kubwa la wachezaji lilisalia, waka maintain tena katika ligi yao, wakafanya vizuri, wamerudi tena, lakini msimu huu most of the players wamewaacha. Shaona, wengi wameondoka akiwemo Fawaz Basadien, captain wao, ameenda kujiunga na Mamelodi Sundowns. Maanake ni pigo. Tafsiri yake sasa, msuri wako wa kimataifa na wandani unaanza kupungua kwa sababu kuna qualities tayari zimeshaondoka, akina Ranga Chivaviro, hao unaona, kuna kuna, kuna kuna, kuna kitu kinapotea, Lesiba mkuu. So kwa kwa kwa, kwa kwa I mean, kwa Stellenbosch ni timu ambayo kwanza pia mnatakiwa kujua ni timu ambayo inaamini sana katika talents vijana, kugrum vijana kutoka kwenye timu zao za chini kuzileta juu, alafu uh, kuwapa exposure kubwa ya kucheza kwenye mechi, uh, kwenye, kwenye ligi kubwa ambayo ni top flight Afrika Kusini kwenye mechi ya kimataifa, na wamekuwa wakiscout wachezaji kutoka maeneo mbalimbali ikiwemo Nigeria, Senegal, sometimes Tanzania hapa, walio kumchukua Ali Msengi kama nakumbuka, walikuwa naye pale akiwa na umri mdogo kabisa. Kwa hiyo naamini kwenye hizo talents na huyu kocha uh, Steve Barker anakuja Tanzania, anakuja Simba kwenye eneo ambalo pia kuna talents za kutosha. Kuna wachezaji wengi ambao umri wao ni mdogo, wanahitaji platform, lakini ni kocha ambaye ana discipline kubwa. Anapenda sana mambo ya discipline, ndio kaliba ya makocha akina Fadu. Sasa Simba hakuna ripoti mbaya za discipline issues. Hapo hapo Mzinga, mm. e, kumekuwa na, hivi karibuni tumeona vilabu vya Tanzania vikichukua makocha kutoka South, lakini wengi wao wamekuja Tanzania ni kama wana struggle. Yanga walikuwa na Sead Ramovic akaja hapo, japo hakufukuzwa ni yeye aliondoka, lakini kuna namna mm. ambavyo mashabiki walikuwa wakubaliana naye. Roman Folz tumeona ameondoka juzi, kuna namna ambavyo watu walikuwa wakubaliana naye lakini, Simba alikuwaepo Fadlu Davis ambaye alipewa project ya kurudisha makombe ya Simba ya ndani ambayo aliyapoteza kwa misimu miwili takriban miwili mitatu, naye alishindwa mpaka anaondoka kwenye kikosi cha Simba. Uh, yawezekana kuna nini hasa shida, au makocha ambao wanatoka uh, kuna kuna namna ambavyo ligi ya Tanzania kama wana struggle hivi, kwanza au makocha hapo, maybe aliyefeli hapo, labda labda, lakini kuna watu pia watamkingia kifua ni Roman Falls, labda kuna watu watakuja, watakuambia hapana, kufeli alifeli wapi? Watakuuliza hivyo Roman Falls kafeli wapi, wengi kuuliza Roman Falls kafeli wapi? Ah, watu walikuwa wanalamika na aina ya uchezaji wa timu ah, flow vile ambavyo hajafeli bado. Akufeli Roman Falls walikuwa wapendi tu mpira wake anaofundisha. Kwa nini ulikomchukua huko? Alikuwa anachezaje? walimwona akiwa huko ah, mamelodi wapi? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Roman Falls wakati anatambulishwa na Young Africans, uh, Rolling Scholar, mwandishi kutoka Afrika Kusini ali- aliposti tip kwanza kabla ya utambulisha tip kwamba Young Africans wanakaribia kufinalize deal na hivi na hivi, nilienda <laughs> kusoma comments pale. Oya, wasu walimuua, nasema kwanza, wameona nini? Sasa kuna comment moja inasema, au kwa sababu kapita Mamelodi ushaone? Ndio hiyo mm, ndio hiyo ambayo uko nayo yeye, kwa sababu pale Mamelodi, nini, nini, nini, kapita. hey, nini? Ah, sasa unaona sasa, bado uh, Roman Falls Uh, hajawahi kuwa na hilo kandanda safi ambalo watu nalizungumzia kwamba alikuwa threat sana kwamba alikuwa vipi, alikuwa vipi. Ni kocha wa kawaida ambaye ndo anakuja, ana umri mdogo, ana vingi vya kujifunza kwa umri wake. Tusimkatie tamaa kwamba ya we, hapana, ajui hawezi, kafeli. Hapana, ndani ya Afrika ni siyo kufeli, lakini kuna nafasi yeye kufanya vizuri zaidi. Sasa tukija kwenye makocha wengine, Seramovic kwanza sio msouth Africa. Sadramovich alipita tu South Africa mm. Sawa, na wala hakufeli ndani ya Young Africans, si ndio? Yani hakufeli wala hakufaulu. Lakini umemtaja mwingine hapo Fadu Davids. Davids wala hakufeli ndani ya Simba. Sasa sijui tafsiri ya kufeli tunaitwa wapi, lakini kwa maana ya kufaulu Fadu Davids, tangu amefika Simba mm. misimu yote ambayo Young Africans wamebeba ubingwa Yani Yanga sombe ubingo mm. mara nne mfululizo mm. mara nne zote alizobeba ubingo mfululizo mara ya mwisho chini ya Fadlu, si ndio? Lakini katika tatu za nyuma hizo, zote wakati wa Fadlu ndio wakati ambao points zilikuwa ndogo zaidi. Yani Fadlu kaenda kuamua mechi ya mwisho na Yanga anachukua ubingo. Maana yake Simba ya Fadlu ndio ilikuwa bora kuliko Simba zote zilizopita hapo nyuma. Lakini tafsiri yake nini? Kwamba kuna baza alikuwa tayari ameshazipandisha, lakini ndio Simba ambao tumeiona ikifika mpaka finali ya Confederation Cup, si ndio ambazo Watanzania walikuwa wanazivaa sana amezipata oh? si ndiyo? Kwa hiyo Fadlu, huwezi kusema amefeli. Mind you, msimu wake wa kwanza, kwa hiyo hakufeli. No point of kusema amefeli Fadlu. Steve Barker yenye nafasi yake na yenye, ni kocha mwingine. Yes, ni kocha mwingine na mazingira mengine. Uh, tumsubiri yeye, tuone atafanya nini. Kwa namna kikosi cha Simba kilivyo, unaiona nafasi yake ya kufanya ya makubwa zaidi? Yes, colleges, Simba colleges Simba wanazo, wana wachezaji wengi wazuri wa daraja la juu umri mdogo, au kina elimu panzo. Panzo miaka 23 au Eh, sure. Kuna nafasi kubwa ya hao wachezaji kufanya vizuri, kwa hiyo naona kwa hapo alipo anaweza kuivusha Simba kwenda sehemu nyingine. Ni kocha ambaye anasawili tu na mazingira juu ya hii pressure ambayo hivi sasa ipo Simba ya kukosa matokeo hivi karibuni, lakini pia kuna pressure nyingine ya nje ya uwanja yote haiwezi kuwa ni athari kwa namna moja ama nyingine. Uh, kocha aishi na pressure, na yeye anakuja na project yake. Hiyo pressure sio kazi yake, yani ye haimuhusu yeye mm, anakuja kuweka kitu chake pale. Sasa sidhani kwa ukomavu wa Steve Baker kaiteaje ndani ya Simba alafu aanze kusema aanze kuangalia pressure kwanza, Simba mashabiki wanasemaje, wanahitaji nini, timu imefungwa imefanyaje? Sasa utakuwa kocha tena kocha mashabiki wao, utakuwa yeye ataingia pale, mpango kazi wake unasemaje? Simba kaikuta wapi iko vipi liko anachezaje konacheza hivi, anaanza kuitengeneza Simba yake. Kwa hiyo ijalishi hata kama ataanza na kipigwa kwenye mechi ya kwanza, kwa hiyo ijalishi, anatengeneza Simba yake. Kwa hiyo anakaa chini na viongozi wa club, kwa sababu bwana, target ni moja mbili tatu, target timu ivuke iende iende, uh, robo finali ya Champions League inaendaje? Inabidi Esperance afungwe, kwa hiyo tunaanza na Esperance tunapita hapo, tunapita hapo. Kwa hiyo mipango ipo, anatengeneza mipango. Sidhani kama yeye ataanza kufeel na pressure ya nje tu, mashabiki wanasemaje? Au mashabiki wenyewe atakuwa mashabiki wa ajabu, kocha kaanza kufika tu, mechi ya kwanza unaweza kumzomea, mumtaki wewe? Umeona wapi ile? Ha, Simba ya manager Pantev, wengi walikuwa wakilalamika sana kwa manager kutumia namba 9 kivuli Uh, jambo ambalo kidogo liliwashangaza watu wengi eh. uh, umefuatilia aina, aina ya uchezaji ama ya uchezeshaji wa kocha eh, uh, Robert, na unauzungumziaje? Atumii namba tisa kivuli mm, atumii aina namba tisa wake pale <laughs> mtu wa kandanda la aina gani eh? Namba tisa wake alikuwa Ashley Kupido, alikuwa anamtumia pale juu, anasimama yes, na yule jamaa anaitwa Gobla, sijui Gobla, sijui yule jamaa mzungu yule naye alikuwa yes, anamtumia nadhani ameondoka, kwa hiyo anatumia namba tisa sawa. Uh, Mzinga, yawezekana mnyama Simba amepata mwarobaini wa, wa vile ambavyo tuliona ameanza ligi kuu, uh, ligi ya mabingwa, kuna mechi amepoteza pale, mpaka watu wengine wamekata matumaini ya kufuzu kwenda robo fainali. Yawezekana ujio wa kocha mpya Simba kawa amepata mwarobaini, tukamwona Simba ambaye uh, ni mpya sasa. Inshallah, inawezekana inawezekana, inawezekana sana. Ya kwa sababu sio, tunazungumzia kwamba inawezekana kusajili kocha jambo moja, kuperform jambo jingine. Inawezekana mambo yakawa tofauti, lakini most probably tunadhani atakuwa kocha mzuri tu kwa sababu uh, mawazo mapya, timu mpya kama ulivyosema hivi. Basi ndio hivi <laughs>